Je, yeah, unajua dalili saba ambazo Yesu mwenyewe alizitamka kuwa zitatokea kabla hajaja tena. Moja kati yake tayari inatimia leo machoni pako, lakini wengi hawajui. Karibu tena rafiki, hapa tunazungumzia ukweli wa kiroho unaoonyesha jinsi Biblia inavyotimiza unabii wake kila siku. Leo tutaguza dalili saba kubwa za kuja kwa Yesu mara ya pili, na nambari ya mwisho itakushangaza. Dunia imebadilika. Watu wamekuwa wakijiona kama wanadhibiti kila kitu: teknolojia, nguvu za nyuklia, sayansi ya akili, hata vinasaba vya binadamu. Lakini katikati ya maendeleo haya yote, kuna sauti ndogo tulivu, lakini yenye mamlaka inayosikika katika ulimwengu wa kiroho ikisema, muda umefika, Yesu yuko karibu kurudi. Wengi wamechoka kusikia kauli hii, wengine wanasema tulisikia tangu enzi za babu zetu, lakini Biblia inasema wazi kuwa kutokuwa na imani kwa watu wenye mizaha yenyewe ni sehemu ya dalili za mwisho. Kwa hiyo leo, hebu tuangalie kwa undani dalili saba kuu ambazo zinaonyesha wazi kuwa Yesu Kristo yuko karibu kurudi kwa utukufu wake. Dalili ya kwanza: kuongezeka kwa vita, njaa na tetemeko ya ardhi. Yesu alisema katika Mathayo 24 mstari wa 6 hadi wa 7 nanyi mtasikia habari za vita na matetemeko ya ardhi mahali mbalimbali. Wakati Yesu anatoa maneno haya, dunia ilikuwa bado ndogo, silaha zilikuwa rahisi na mawasiliano yalikuwa ya kizamani, lakini leo taarifa moja ya vita inaweza sambaa duniani kote ndani ya sekunde chache kupitia television, Twitter na YouTube. Vita nchini Mashariki ya Kati, mvutano kati ya mataifa makubwa, vita baridi vya kiuchumi na mashindano ya silaha yote haya ni matokeo ya maneno aliyotamka Yesu miaka zaidi ya elfu mbili iliyopita. Sasa dunia imejaa vurugu, njaa, mafuriko na magonjwa mapya yanayoibuka. Haya yote ni kama sauti za uzazi wa dunia mpya. Dunia inaulia kwa sababu mfalme wa amani anakaribia kuja. Dalili ya pili: upendo wa watu wengi kupotea. Yesu alisema, kwa sababu ya kuongezeka kwa uovu upendo wa wengi utapoa. Matayo 24 mstari wa 12 Angalia kizazi chetu, watu hawana tena huruma, majirani hawajuani, upendo wa kweli unabadilishwa na tamaa ya haraka. Watu wanauana kwa sababu ya simu, mali au maneno madogo, familia zinavunjika, makundi yanagawanyika na dunia imejaa baridi ya kihisia. Lakini Biblia inasema hii ni dalili ya pili: upendo unapopotea, rehema inatoweka, na moyo wa mwanadamu unakuwa mgumu ni kama barafu ya kiroho imefunika dunia nzima. Lakini kwa wale wanaobaki na upendo wa Mungu, hii ni ishara ya kujiandaa, kwa sababu Yesu yuko mlangoni. Dalili ya tatu: mfumo wa 666, dunia ya kidigitali. Katika Ufunuo 13 mstari wa 16 hadi 17, neno linasema: akaifanya wote wadogo kwa wakubwa wapokee chapa juu ya mkono wao wa kuume au juu ya vipaji vya nyuso zao. Miaka michache iliyopita wazo la mtu kuwekewa alama kwenye mwili lilionekana kama hadithi ya sinema, lakini leo dunia inaelekea kwenye mfumo wa kimataifa wa kidigitali, kuanzia utambulisho wa kitaifa, malipo kwa simu hadi microchips zinazoweza kuhifadhi taarifa zote za binadamu. Teknolojia imekuwa kama daraja kati ya dunia ya kiuchumi na ya kiroho. Ndio maana tunasema mfumo wa 666 sio tu alama ya tarakimu ni mfumo wa udhibiti wa kiulimwengu. Shetani anaandaa dunia kwa ajili ya kuja kwa mti Kristo, lakini wale wanaojua kweli hawatapotea. Kwa hiyo kama unaishi katika kizazi hiki cha dijitali, fahamu, teknolojia si adui, bali ni kipimo cha uelewa wako wa kiroho. Dalili ya nne: injili kufikia dunia yote. Yesu alisema katika Mathayo 24 mstari wa 14, na hii injili ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, ndipo ule mwisho utakapokuja. Tafakari hili miaka ya elfu moja mia tisa kulikuwa na wachache tu waliokuwa wakihubiri injili katika mabara yote, lakini leo kwa njia ya YouTube, TikTok, televisheni na redio, neno la Mungu linafika mpaka katika vijiji vya mbali kabisa. Ulimwengu umefunguka na injili inasikika kwa lugha zaidi ya 1500 watu milioni mia tano wanasikia neno Yesu kwa mara ya kwanza kupitia kifaa alichokinunua kwa ajili ya burudani. Hii ni ishara kubwa kwamba tunakaribia mwisho, kwa sababu Yesu alisema injili ikifika kila mbali, ndipo mwisho utafika. Na sasa teknolojia imekuwa misheni ya Mungu kufikisha wokovu duniani kote. Dalili ya tano: kuongezeka kwa manabii wa uongo. Biblia inasema katika Mathayo 24 mstari wa 11, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Leo dunia imejaa sauti nyingi, kila mtu ana maono, kila mtu ana utabiri, kila mtu ana uongozi wa kiroho, lakini si kila sauti ni sauti ya Mungu. Baadhi ni sauti za biashara, tamaa au udanganyifu wa kishetani. Ni rahisi sana kudanganywa kwa sababu maneno yao yanaonekana matamu lakini mioyo yao iko mbali na Mungu. Ndiyo maana Yesu alisema, tutawajua kwa matunda yao. Kama matunda yao ni pesa, fahari au udanganyifu, basi si wa Mungu. Hivyo kuwa makini, usifuate sauti yoyote inayopinga neno la Mungu lililoandikwa. Kila mwalimu, nabii au injilisti lazima apimwe kwa Biblia. Hii ni dalili kubwa kwamba dunia inakaribia kipindi cha upambanuzi wa kweli na uongo. Dalili ya sita Kurejea kwa Israel katika taifa lao. Miaka elfu mbili iliyopita taifa la Israel lilitawanyika duniani kote. Hakukuwa na taifa lililoharibiwa na kutoweka halafu likarejea tena, mpaka mwaka 1948 wakati Israel iliporudi rasmi kama taifa. Unabii wa Ezekieli 37 mstari wa 21 hadi wa 22 ulisema nitawakusanya kutoka katika mataifa yote na nitawarudisha katika nchi yao wenyewe tukio hili halikuwa la kisiasa tu, bali la kiunabii. Ni kama Mungu alirudisha kipande cha saa ya dunia kwenye nafasi yake ya mwisho. Kwa hiyo kuanzishwa upya kwa taifa la Israeli ni ishara kubwa, moja ya dalili kuu kwamba majira ya mwisho yameanza. Dalili ya saba: ishara kubwa mbinguni. Biblia inasema katika Luka 21 mstari wa 25 na kutakuwa na ishara katika jua, mwezi na nyota Tumeshuhudia mwezi wa damu kupotea kwa nyota, mabadiliko ya hali ya hewa na mategemeko ya ardhi yasiyoelezeka. Wanasayansi wanashangaa, lakini waamini wanajua, anga linaongea. Kila tegemeko ni kama sauti ya Mungu ikisema, muda umeisha. Kila mwezi wa damu ni onyo kwamba damu ya wokovu ilimwagika bure kwa wengi, lakini muda bado upo wa kutubu. Hii ni ishara ya mwisho, anga lenyewe limeanza kutangaza ujio wa Bwana. Kizazi kilichochaguliwa kuona kurudi kwake. Rafiki yangu, dalili hizo zote saba zinaonyesha kitu kimoja, tunakaribia mwisho wa historia ya mwanadamu. Lakini mwisho kwa ulimwengu ni mwanzo kwa wale wanaomwamini Kristo. Kuna sababu gani ya kuogopa kama unaishi ndani ya mapenzi ya Mungu? Kuna tumaini kubwa lililo hai, kwamba Yesu aliyeenda kutuandalia makao anarudi tena. Leo ulimwengu unateseka kwa hofu, mizozo na giza lakini Biblia inasema mtu anayevumilia mpaka mwisho huyo ataokoka. Kwa hiyo badala ya kuishi kwa hofu, ishi kwa imani. Badala ya kuangalia taarifa za dunia, tazama dalili za Mungu, kwa sababu macho ya kiroho yanaona zaidi ya habari, yanaona majira ya Mungu yakibadilika. Na wewe ambaye unasikia ujumbe huu leo, Yesu anakuita, sio kwa hofu, bali kwa upendo. Anasema, nzama nimesimama mlangoni na kubisha Ukisikia sauti yangu, nifungulie. Hii ndiyo nafasi yako ya kumkaribisha tena Yesu moyoni mwako kabla hajaja kwa utukufu wake. Kama ujumbe huu umekugusa, usiache hapa. Kuna simulizi nyingi zaidi kama hii zenye ufunuo, maarifa na wokovu kwa roho yako. Ila usipitwe na simulizi inayofuata.